Wapendwa katika Kristo, karibuni katika tafakari la neno la Mungu. Leo ikiwa ni siku ya Jumamosi, juma la thelathini na moja la mwaka che wa kanisa, injili yetu inatoka kwa mwinjili Luka sura ya kumi na sita aya ya tisa hadi ya kumi na tano. Yesu aliwaambia wanafunzi wake, jifanyeni rafiki kwa mali ya udhalimu ili itakapokosekana wawakaribishe katika makao ya milele. Aliye mwaminifu katika lilodogo sana huwa mwaminifu katika lilokubwa pia, na aliye dhalimu katika lilodogo huwa dhalimu katika lilokuwa kubwa pia. Bali kama ninyi hamkuwa waaminifu katika mali ya udhalimu, ni nani atakayewapa amana ya mali ya kweli na kama hamkuwa waaminifu katika mali ya mtu mwingine, ni nani atakayewapa iliyo yenu wenyewe? Hakuna mtu awezaye kutumikia mabwana wawili, kwa maana atamchukia huyu na kumpenda huyu, ama atashikamana na huyu na kumdharau huyu. Hamwezi kumtumikia Mungu na mali. Basi mafarisayo ambayo wenyewe ni wapenda fedha, waliyasikia hayo yote wakamdhihaki. Akawaambia, ninyi ndinyi mnaojidai haki mbele ya wanadamu, lakini Mungu awajua mioyo yenu, kwa kuwa lilotukuka kwa wanadamu huwa chukizo mbele za Mungu. Neno la Bwana. Sifa kwako, e Kristo. Wapendwa katika Kristo Leo basi Kristo anaendeleza fundisho alilolitoa jana juu ya wakili dhalimu. Leo hii basi anatufundisha uaminifu katika mali, uaminifu katika kazi, uaminifu katika mambo ya kiroho, ambaye ndiyo yatakayopeleka katika ufalme wa mbinguni. Kila mmoja basi anaalikwa leo hii kutumia fursa alizo nazo kutumia nafasi aliyonayo katika jamii ili msaidie basi kuweza kuulithi uzima wa milele. Tunaalikwa kutengeneza urafiki uliothabiti na Mwenyezi Mungu, urafiki ambao utakaotufikisha pale ambapo Kristo alitaka wote tufike. Wapendwa katika Kristo, ni ngumu sana kujigawa pande mbili katika ulimwengu huu ili na kuweza kufanya kikamilifu katika pande zote. Dona, basi tumesikia katika Injili Kristo amesema ni ngumu kuwatumikia mabwana wawili. Sisi basi tuliobatizwa kwa jina la Kristo tunaalikwa leo hii kuhakikisha kwamba tunatumia nguvu zetu zote, akili zetu zote e, uwezo wetu wote katika kumtumikia Mwenyezi Mungu ambaye yeye pekee kwake ndipo tutaupata uzima wa milele, lakini basi ukijiwekeza nguvu zako katika mambo ya kidunia ambayo ni mambo ya kupita, mambo ya muda mfupi na baadaye ukapata hasara ya milele utakuwa na katika hali mbaya sana. Na alikuwa basi leo hii kuwekeza nguvu zetu kwa bwana wetu Yesu Kristo na kumtumikia yeye zaidi katika maisha haya ili tuweze kufikia uzima wa milele. Wapendwa, Kristo anasisitiza kutengeneza maisha yetu ya kiroho katika ulimwengu huu, kujikita zaidi katika misingi ya kiroho ambayo ndiyo itakayetufanya tuweze kufika mbinguni ambaye ndiye atakajifanya tuweze kuona urafiki mzuri na Mwenyezi Mungu, urafiki ambao utatufanya tuweze kurithi uzima wa milele. Katika maisha yetu, lazima kuchagua kumtumikia Mwenyezi Mungu, kwa sababu katika kumtumikia Mwenyezi Mungu, ndipo basi tunakuwa na uhakika wa kurithi uzima wa milele na uhakika wa kufikia tumaini la milele ambalo kila mmoja anahitaji kulifikia mara baada ya maisha ya hapa ulimwenguni. Jitahidi kuwa karibu zaidi na Mwenyezi Mungu. Jitahidi kuwa mkarimu, huko ndiko kutengeneza maisha yako ya kiroho, ili basi uweze kuwa karibu zaidi na Mwenyezi Mungu. Jitahidi kuishi upendo katika maisha haya, ili basi Mwenyezi Mungu awe katika maisha yako, na ukubali kuongozwa na yeye, na daima umtumikie yeye. Akubariki na kukulinda, Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.